Watoto wanaitwa baba, yule ambaye aidiri anasema aitwe mama, naye ni baba. Sasa kiongozi nani hapo? Ikiwa familia haina utaratibu, msukumo watakao uendeleza, kila mmoja atageuka kwa mpigania uhuru. Kwa hiyo, ninachotaka kukumbusha ni kwamba taifa lolote serikali yoyote kanisa lolote, ikiwa halina muundo, halina utaratibu, matokeo yake ni ghasia. Asubuhi, mchana, jioni, hakuna matumaini. Hata hii kwaya ina uongozi, si ni kweli? Si kuna kiongozi wa nidhamu, kuna kiongozi wa mavazi, kuna mhazini, kuna kiongozi wa mambo ya kiroho. Kwa nini mlifanya hivyo? na ndio maana hata kiongozi wa kwaya ukichelewa, hata kama umri wako ni mkubwa, anasema ili uimbe ruka kichura, uzunguke mara tatu, unaruka. Lakini mume wako akimwambia ruka kichura, eti dada, utaruka? Akamwambia haiwezekani sisi, sisi. Umepata majibu kwa kumbe, utaratibu ni wa muhimu. Utaratibu ni kanuni inayotakayo liongoza kanisa la Bwana katika vizazi vyote. Sikilizeni washiriki wa kanisa la leo, mradi wowote, biashara yoyote bila muundo, kanuni za uendeshaji, utaanguka. Sasa nisikilizeni vizuri, kanisa lisipokuwa na muundo, utaratibu, litagawanyika ili kubeba na kuendeleza jukumu lake lililoagizwa na mungu sikiliza shuhuda kwa kanisa kitabu cha tano ukurasa wa ishirini na sita kadiri idadi yetu ilivyozidi kuongezeka sikilizeni ili kuwa dhahiri kwamba bila kuwa na aina fulani ya muundo kungekuwa na kugawanyika kukuu na kazi isingeweza kusonga mbele kwa ufanisi wazee wa kanisa viongozi wa shule ya sabato idara ya uchapishaji uwakili vijana, AMO, Dorcas, mratibu wa usikivu, malezi ya kanisa. Umoja katika Yesu Kristo ndilo kanisa lenyewe. Kamwe mshiriki yeyote wa kanisa. Shuhuda kwa Kanisa, kitabu cha tisa, ukurasa wa mia mbili sitini mpaka sitini na moja. Mshiriki yoyote wa kanisa asijihesabu kuwa bora kuliko wengine. Haleluya! nisipokuwa mwalimu wa kwaya hii kwaya itakufa. Wewe sio roho mtakatifu. Yani ni sawa na kusema bila wewe hakuna kanisa. Hata usipokuwepo, nisipokuwepo, kanisa la Bwana lipo na litasonga mbele. Sikilizeni marafiki, ninapokwenda kumaliza, elewa ya kwamba thamani yako ni kwa ajili ya Bwana. Wale tuliokuwa nao kule, kule Mabawa nimewaambia ukiona una nguvu leo zitumie kwa utukufu wa Bwana. Ukiona una afya leo tumia kwa utukufu wa Bwana. Nisikilizeni marafiki niliwaambia wale watu rafiki zangu wa kule mabawa hata hii miili tulionayo sifa yake ya kwanza inabeba chapa ya uchakavu hivi wini tulipoonana ile mwaka ile ulikuwa hivyo nini kimekupata Aha, uchakavu kwa hiyo ukiwa na nguvu ukiwa na afya ikiwa Bwana ameweka karama ndani yako ya kuimba, imba. Ikiwa wewe una karama ya kushauri, kuelekeza, kufundisha, kuonya, kukaripia, fanya yote katika roho ya Yesu. mwanadamu awaye yeyote asikutowe katika uwepo wa Yesu. Nisikilize, marafiki, ni lazima ufahamu ya kwamba hukuitwa na mchungaji Uliitwa na Yesu. Baki ndani ya Bwana, ukitoka utoke kwa uzima au kwa mauti. Sasa wewe unatishia, unasema, sasa mimi kuanzia leo na kwaya nimeacha. We ni mgonjwa kweli! Kwa hiyo umeacha ni, ni nani sasa? Na ukiacha wataimba mpaka jino la mwisho litaonekana, halafu kiwe na wangalia sukari na presha zitakupata. Sasa kwa hiyo ninachotaka kusema ili kulinda umoja wa kanisa, Yesu aliweka bayana katika Yohana sura 17:21, kama vile isivyowezekana kuwa na mwanadamu aliye hai anayetenda kazi isipokuwa viungo vyake vimeunganishwa, kadhalika katika ili viungo, viungo vinapounganishwa kuna uhai. Mtu akitenganishwa miguu na mikono kuna uhai? Yaani, mguu kule, mkono kule, kichwa kule, kiwiliwili kule, kuna kazi? Sikilizeni yani marafiki, ili mwanadamu aishi, atende kazi, afanikiwe, ni lazima viungo vyake viunganike kwa umoja, vifanye kazi kwa umoja. Vivyo hivyo haiwezekani kuwa na kanisa lisilo hai linalokuwa na kufanikiwa isipokuwa washiriki wake wamekuwa katika umoja wa roho na Yesu Kristo. Baada ya kusema hayo maneno, yake Yesu aliyaweka bayana katika Yohana sura 17:21, maneno haya yamekuwa ni kanuni inayopaswa kuliongoza kanisa lake, wawe na umoja. Kanisa likipoteza umoja, mchungaji mnango, siyo kanisa. Kanisa lililo na umoja ni kituo cha utume. Kiwango cha umoja anaotaka Kristo kinafananishwa na umoja kati ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ikiwa wewe ndipo umekuwa mzee wa kanisa kwa mara ya kwanza, njoo hapa kwa mara ya kwanza ujawahi kuwekewa mikono ya uzee wa kanisa, sogea hapa. Yesu anatia mkazo, ninapoendelea kusema nataka kusogea hapa. Yesu anatia mkazo: wote wawe na umoja, kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, na hao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadikia kwamba wewe ndiye uliye nitumwa. Ulimwengu hautasadiki ya kwamba kuna kanisa linalo hai, kanisa litendalo kazi, kanisa litakaloleta mguso chanya kwa ulimwengu, ikiwa ninyi wazee wa kanisa, mashemasi, wakuu wa idara hamna umoja. Uhai wa kanisa uko kwetu, viongozi wa kanisa. Na naomba nimalize kwa kusema, ninyi Mungu amewaheshimisha. Ukiona umepewa dhamana ya kuwa mzee wa kanisa, dumisha ushirika na Yesu. Soma Biblia. Soma mwongozo wa kanisa. Soma mwongozo wa mzee wa kanisa. Soma mwongozo wa mashemasi. Soma mwongozo wa maidara. Sawa sawa. Mzee wa kanisa ni kiongozi wa kanisa. Kiongozi wa kiroho sio wa kisiasa. Na ndiyo maana sifa uzao sema huyu anafaa kuwa mzee wa kanisa maana aliwahi kuwa diwani wetu, wakati akiwa diwani alifanya kazi nzuri etipazasoro ndiyo sifa. Sifa itakayokufanya uwe mzee bora ni kuwa mtu wa neno. Mashemasi wa kiume ambao hawajawahi kuwekewa mikono ya ushemasi, sogeni hapa pia. Neno la Bwana litafanya kanisa likuwe neno la Bwana litafanya utume wa kanisa ukue. Neno la Bwana litafanya yale yasiyoonekana ndani ya kanisa yaonekane. Mashemasi mtaunda mstari wa pili, mtasogea nyuma kabisa ya wazee hapo kwenye spika. Anzieni hapo kwenda vile, muwe nyuma ya spika, nyuma ya spika. Wazee wa kanisa sogeeni mbele, wazee wa kanisa naomba msogee hapa hapa kabisa. Aha, mashemasi fuateni.